Mheshimiwa Spika, Ofisi ya Rais TAMISEMI imetekeleza ilani kwa kutoa huduma ya mabasi yaendayo haraka kupitia DART kama ifuatavyo: Kupa, kusambaza kadi janja elfu sitini na mbili, kati ya laki mbili katika awamu ya kwanza na kusimika mageti janja kwenye vituo vyote 27. Mbili. Kusimika mfumo wa kielektroniki wa ukusanyaji nauli ambao utafungamanishwa na mfumo wa kuongeza magari ambao upo kwenye hatua ya ununuzi. Tatu. Kununua watoa wa huduma watatu wa uendeshaji kwa njia ya ubia wa mradi wa mabasi yaendayo haraka awamu ya pili, na mikataba imekwisha sainiwa. Mheshimiwa Spika, kwa muda mrefu watu wa jiji la Dar es Salaam wamekuwa wakisubiri, wengine kwa matumaini, wengine kwa mashaka, lakini wote kwa kiu ya mabadiliko. Leo kwa mara ya kwanza tunasema subira yao haikuwa ya bure. Kupitia ubia kati ya serikali na sekta binafsi, tumefanikisha hatua ya kihistoria, kusaini mikataba na kutoa huduma ya watoa huduma watatu wa uendeshaji wa awamu ya pili ya mabasi yaendayo haraka. Hili ni tukio la mwanzo wa zama mpya, sio tena hadithi ya ahadi zisizotekelezwa, bali ya huduma bora zinazoonekana kuguswa Great things take time. Mheshimiwa Spika, wanafalsafa walisema mambo makubwa yanahitaji muda. Hatua hii si tu ununuzi wa huduma, bali ni ununuzi wa matumaini mapya kwa wakazi wa jiji letu la Dar es Salaam hatutaki kurudia makosa ya jana, bali tunajenga mfumo imara unaozingatia ubora, ufanisi na heshima kwa muda wa maisha ya abiria. Mzee Desmond Tutu aliwahi kusema hope is is being able to see that there is light despite all the darkness. Mheshimiwa Spika, kwa miaka mingi wananchi omipi, wamepitia usumbufu, wananchi wamepitia foleni zisizokwisha na huduma zisizoeleweka, lakini leo tunasema kwa, kwa sauti ya matumaini nuru inaanza kuonekana. Mabasi haya hayatakuwa ni hayatakuwa tu magari ya kusafirishia watu, yatakuwa ni magari ya kusukuma uchumi, kuunganisha fursa na kupunguza mizigo ya maisha ya kila siku. Bwana Khalil Gibran aliwahi kusema progress is not in enhancing what is but in advancing toward what will be. Mheshimiwa Spika, mradi huu unaonyesha jinsi tunavyotoka kwenye kilichozoeleka eh, kilicho, kilicho foleni na ajali uchakavu na kuelekea kwenye kile kinachowezekana: usafiri wa kisasa, wa heshima, wa watu wote. Tunajenga mfumo wa usafiri wa umma ambao utaweka heshima kwa abiria, utaweka uwajibikaji kwa watu wa huduma na thamani kwa kila senti inayowekezwa. Mheshimiwa Spika, awamu hii mpya ni jibu la kilio cha miaka mingi, ni ushahidi kuwa serikali ya awamu ya sita haikukosea mwelekeo. Tunasonga mbele kwa busara kwa maono na kwa nia njema ya kuwahudumia Watanzania.